Nasi kupitia kwa neno lako kwa jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuketi chini tafadhali, Wakristo wetu wote wa kanisa la Saint Phillips, Lord Keringet, muniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Mwami Yesu afume, afume. Kegasta Yesu wale wanatoka huko juu <laughs> na upande naupande, wanasema Bwana asifiwe. Amen. Leo nataka kuambia vile mtu anaanza mwaka, vile mtu anaanza mwaka anaweza inuka ama anguke. Vile unaanza mwaka ni ya maana sana. Leo nataka kujiuliza je, Nitaanzaje mwaka huu wa 2026? Siku moja kitambo, wafanyakazi wawili wa kampuni moja ya viatu, sasa zingine hiyo kampuni ilikuwa Bata ama kampuni nyingine, wakatumwa kwa inchi ambaye kulikuwa hakuna viatu imewahi uzwa huko, wakatuma watu wawili wakaambia, mwende tumewachagua tumewapima tumeona nyinyi mnafaa kusimamia kampuni yetu kwa hiyo nchi ambayo hakuna mtu wamevaa viatu. Kwa hivyo wakawambia mwende, wakalipwa fedha, wakapandishwa meli na wakaenda kwa hiyo nchi. Hao wawili vile walianza, ingeweza kukuonyesha nani atainuka na nani ataanguka kwa kwanza, alipoona hiyo inchi, kitu cha kwanza akasikia maneno ya watu. Watu wakasema kwa hii inchi hakuna mtu amwaibaiya. Akaona hakuna viatu, watu walikuwa wanakanyaga chini naitonga futi mkuchuma, akaona watu wote ni mkuchuma. Alafu alipotembea akatembea, amevunjika moyo, akasema mimi hapa ainitoshi na yeye akaanguka kutokea mwanzo, na akarudi nyumbani. Wa pili alipoona yeye, kitu cha kwanza akasikia maneno ya watu, lakini pia akasikia wakubwa wake kwa kampuni walimwambia, wewe enda waongeleshe, hata waoneshe, wajaribu viatu chache. Na yeye akasikia maneno ya wakubwa wake. Kitu cha pili akaona watu na akaona ingawa hawana viatu, siku moja hii nchi inaweza kila mtu anaweza kuwa na viatu, na nchi tunaweza kuuza viatu vingi sana, kwa sababu hakuna viatu, kuko na opportunity. Ya tatu akatembea kwa kutia watu moyo na ujasiri, Mungu akamsaidia watu wakaanza kununua, wa kwanza wa pili bado wengi wakanunua. huyo mtu akainuka mpaka akawa mtu mwenye anasimamia kampuni hmm. Na taja niwaambie, vile unasikia, vile unaona na vile unatembea itatuambia kama mwaka huu utainuka ama utaanguka. Mungu akusaidie wewe pamoja na mimi, vile tunasikia, vile tunaona na vile tunatembea, tuinuke mwaka huu wa 2028 tuinuke manyumbani, tuinuke kanisani, tuinuke popote ambapo tunaenda katika jina la Yesu Kristo. Somo letu la kwanza limetolewa kwa kitabu cha Yeremaya. Yeremaya ni nabii wa kipekee alikufa msumba. Ndugu Simiu anaelewa msumba. Msumba ni mtu aina gani mwenyeana? <laughs> <laughs> Bibi unasikia wakisema hata hasi, yani amepata shida ile <coughs> ambayo haijawahi kuonekana, yani ana bibizi zote lakini hana bibi. Yeremia, kwa hivyo Yeremia alikuwa ni nabii wa changamoto mingi. Yeremia, kitu cha kwanza alihubiri miaka arobaini, hakupata mfuasi hata mmoja nae umehubiri wiki mbili, unakufa moyo, hata saa zingine na watoto unakufa moyo, lakini huyu miaka 40 hakuna mfuasi hata mmoja. Kitu kingine, hakukuwa ameoa. Kitu cha tatu, huyu vitabu alipoandika, mfalme alichukua na akararua na kachoma. Kitu cha tatu, alitupwa kwa kisima ambaye haina maji alipigwa lakini yeye aliamua nitasimama unaweza kuniambia mchungaji haujui chenye ninapitia haujui changamoto ambayo niko naye kwangu lakini nakuambia hata Yeremia alikuwa na changamoto na yeye akasimama somo letu la kwanza limesomwa vizuri sitarudia kusoma Yeremia moja ine mpaka kumi hii Yeremia aliandika kitabu hiki mwaka wa 586 baada ya mwaka wa 586 baada ya Yerusalemu kuchomwa hasa hekalu. Yeye alianza huduma yake mwaka wa 627 BC katika ufalme wa Yosia, alafu akamalizia huduma yake kwa ufalme wa Zedekia. Ilikuwa ni pale ambapo watu walivunjika moyo, ni kama saa hii Kenya watu wamevunjika moyo. Wakazi wengine wamevunjika moyo kwa sababu ya kukosa kago. Juzi nimesoma kwa gazeti ni kwamba watoto elfu mia nane wajaenda shule kwa sababu ya kukosa kago. Wengine wamevunjika moyo kwa sababu ya waume wao. Hata wengine wamevunjika moyo kwa sababu ya wake wao. Na hata watoto kukataa wa maneno ya wazazi hata wengine wamevunjika moyo kwa mambo mengi, lakini nataka nikwambie, ukifanya mambo manne mwaka huu utasimama, hautaanguka katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe, amen. Jambo la kwanza ambaye huyu mtumishi wa neema- ne, anaitwa Yeremia alifanya, alisikia neno la Mungu. Neno la Mungu lilimjia Yerusalemu, lilimjia Yeah. Ilimjia huyu mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Yeremia. Wakati mwingi sisi tunaanguka tukisikia maneno ya watu, maneno ya watu naitujii, tunaendelea kutafuta na kuta. Nakwambia kuko na mama mwingine, lakini si kwa kanisa ingine <laughs> <Wakali saya gini. laughs> bali pengine atakuwa mgonjwa kama asipotoka kusikia, yani imeendelea kwa kijiji. Yaani hata ikifika saa 12 jioni anatafuta, ana sababu anasema hakuna chumvi. Wacha niende niongee na huyo mama ana chumvi, lakini yeye hako na chumvi tu. Yaani anataka kusikia mmejogoka. Anataka kusikia maneno ambayo inasema, yani kuloma loma, yani kuongea. Watu wanasikia maneno na nakwambia, ukisikia maneno ya watu utavunjika moyo. Kuna mama moja walikosana na mzee, akakuwa na hasira, akampiga. Yeye, yeah, yeah, badala ya kuambia Mungu, akaambia mwenzake. Huyu mwenzake akakeuza maneno akasema amepigwa saa hii kwa admitted hospitali maili saba hata ayuko vizuri sana yule. Watatu akaongeza chumvi akasema, si maili saba ako pitali <laughs> waine akasema hapana, ako kwa moja. Sasa mtu watano kukutana na yeye mtu watano kukutana na yeye Hey, akashtuka akataka kukimbia, akasema si nimesikia huko kwa moja. Kwa nini kusikia maneno ya watu? Nakwambia kuko na wengine wamesikia maneno ya watu, na watu wenye maneno ya watu wanakwambia chenye wafa nyingi. Wengine wanasema wewe toka kwako na kwa. Yeye yeah, yeah, ako kwake, wewe ndio unatoka, yeye amekaa tu hako, wewe unasungukasunguka wengine wanakuambia, hata wewe, hakuna penye unaendelea hapa, utatoboa na yeye, hata kama hajatoboa bado hapo kwake. <laughs> Yeye nikuambia ya kwamba wewe usisikie maneno ya watu. Yeremia alisikia maneno ya Mungu. Leo mwaka utasimama ukisikia maneno ya Bwana, ninaomba usikie maneno ya Mungu kila wakati wa ushirika, enda ingawa mandazi ni tamu, ingawa chai ni mzuri, lakini zaidi ya yote sikia neno la Mungu hapu kaushirika. Utatiwa moyo, utaondoka kama ulikuwa umevunjwa moyo, utaondoka ukiwa umetiwa moyo Amen. kwa jina la Yesu Kristo Bwana asikiwe. Siku moja tulikuwa tukienda pastor na mchungaji mwaka jana, nilikuwa tu mchungaji nasaidia mama pastor si mwaka jana, mwaka juzi, kenda pastor, tukapata mama moja. Huyo mama, yeye yeah, alikuwa amesikia maneno ya watu ya kwamba kuuza mboga sukuma hakuna chini hata tena. Sisi tukamwombea naye tukamwambia, sikia neno la Mungu, utainuka, hautaanguka utainuka. Huyo mama alikuja akashuhudia kwamba hata siku hizi naendana eh, kanisa kwa sababu nilisikia sauti ya Bwana. Nakuomba sikia sauti ya Bwana, anaongea nini kuhusu watoto wako? Anaongea nini kuhusu masomo yako? Anaongea nini kuhusu jamii yako? Na ukisikia neno la Bwana, utainuka katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hata mimi juzi nilisikia sauti ya Bwana ikaniambia enda tembelea Wakristo wa Lolkiringet hata kama hawajui wewe ni nani, na wajui unatoka wapi. Nikapigia Leirida, na kumbe hata yakasikia sauti ya Bwana. Nilikuwa natembea huko St. Marks, nikakombain na hapa, tukaanzia china, ukatembea nami, nikatiwa moyo. Wakati wote sikia sauti yake. Hata leo ninaomba usikie sauti ya Bwana leo. Wengine wamesikia sauti ya Bwana wameleta watoto kubatizwa. Hata leo sauti ya Bwana ikisema unahitaji maombi, kubali Mungu anene pamoja nawe, akukuze na kubadilishe, katika jina la Yesu Kristo. Hii dunia ambayo tunaishi, sauti ni nyingi, sauti ni nyingi huko, na sauti ya maanguli yetu kuna sauti ya binadamu kuna sauti za vitini. Lakini ukisikia sauti ya Bwana utasimama. Bwana asifiwe. Amen. Jambo la pili baada ya kusikia, Yeremia akaona mpango wa Bwana Mungu. alimwambia kabla hujazaliwa nalikujua, kutoka kwa tumbo ya mama yako. Ona mpango kwa Mungu na mpango wa Mungu, na kuko na mipango ya wanadamu. Yaani siku hizo wanasema kuna watu nini, nitakupanga kuna watu wanapanganga watu, ukienda kwako utafanya hii utafanya hii, yaani mtu anakupanga na yeye mwenyewe hana mpango, lakini ni vizuri kuingia kwa mpango wa Mungu. Yeremia akaambiwa kabla hujazaliwa nalikujua, nilikuwa na mipango juu yako, utakuwa nabii. Na mimi nakwambia Mungu ana mpango na wewe, ana mpango na nyumba yako, ana mpango na watoto wako. Usikubali mipango ya wanadamu. Mipango ya wanadamu utaanguka, mipango ya watu utaanguka, lakini mpango wa Bwana ni lazima itatimia katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifi sigiwa. Watu wangapi wanakubali kupangwa na wanadamu? Ukikubali kupangwa na wanadamu, utakuwa na changamoto nyingi. Naomba Mungu akusaidie mwaka huu wa 2026, simama kwa mpango wa Mungu wa maisha yako Amen. Bwana asefiri. Naangalia kutuwa na recruitment ya jeshi, kuna watu wanapanganga watu, nipatie elfu mia tano mimi nitakupanga nawe unasahau kuuliza Mungu akupange, unaenda unapongo elfu mia tano wengine wanapongo kwa namna mingi, kwa sababu wanaingia kwa mpango wa Mungu. Jeremiah alisikia mpango wa Mungu na alikujua kabla ujazaliwa. Tegemea Mungu, ingia kwa mpango wa Mungu na utafanikiwa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe as Amen. Amen. Kitabu alikuwa viva, ni ahadi ya Bwana haivunjiki. Amen. Amen. Ni mpango wa Bwana ni lazima utatimia, na mpango wa Bwana ni ndio na amina. Leo naomba Mungu akusaidie uingie kwa mpango wake. Siku moja nikaenda kule Uganda, nilienda nilikuwa naenda kusoma degree Uganda. Na siku hiyo, nilikuwa nimenyoa kichwa Jordan. Kwa ambao, Jordan, na ambao ni Jordan unanyoa kichwa inakaa kama sufuria. Jua ikikupiga kwanza kama Januari unaimba tu Bwana Yesu atakuja. Vumilia, vumilia viki nyingi duniani. Vumilia, vumilia. Ikikucheka dunia ikikucheka dunia. Vumilia. Yaani nimeenda Uganda. Kitu ambacho nilisahau ni kwamba ni kumbe Uganda watu wana, wana target sana mzigo, sio pesa. Kenya unachunga pesa, watu waibi sana mzigo, ni pesa. lipofika Kampala, iko pahali panaitwa New Taxi Park na Old Taxi Park. Kutokea between Old Taxi Park na New Taxi Park, wakaniitia mzigo ndani yake. Kulikuwa na certificate ya form 4 original diploma original okay. Ya asubuhi ikaenda kuripoti kwa polisi na yule ya Uganda. Chakula ilikuwa mbaya, kulikuwa tunakula ugali na maharagwe siku sote. Nikatamani sukuma, hakuna. Kumbe ukipata sukuma, shukuru Mungu, usilalamike. Uko na watu <laughs> ambayo wanatamani na hakuna wako nchi ambayo. Sasa nika, nika report kwa polisi, mama moja polisi akaniambia, wewe, wewe are you coming from Sebei? Sebei ni Uganda, kwa sababu jina yangu na Wasebei, au ni ndugu zetu, mimi ni msabab Akaniambia, kitu hautawahi kupata tena hao watu, baada ya kumaliza wanatupanga Lake Victoria. Na kumbuka, nikamwambia mimi, najua sitapata vitabu, sitapata suti zote, lakini naimani kwa mpango wa Mungu nitapata certificate. Akaniambia hiyo ni ngumu. Nikaenda kuomba na kutafuta mpango wa Mungu, niliona i mpango wa Mungu nitapata certificate roho yangu, nikaambiwa tarehe 4 mwezi wa 3, ilikuwa tarehe 4 mwezi wa 3 ama mwezi wa nne siku ya Easter 1999. Nikaambiwa hiyo certificate tutapata siku hiyo, sijui hiyo tarehe ilikujia wapi, lakini ikakuwa kwa mawazo yangu de mm. livoambia mpango wa Mungu ni lazima itimie. Haikujangi mapema na haikujangi kama imechelewa, inakuja kwa wakati wake Amen. Amen. Nikaongojea na unajua, saa zingine tunapangianga Mungu mpango wetu, lifikiri mtu ataniita ataniambia Chesosi, ndio hii certificate yako. Sikuona ikafika saa kumi, sichaona ikafika jioni. Uganda wanakula supu ya njugu na ugali, yote ni nyeupe. Mi siwezi kula vitu kama hiyo tena, wanaongeza na kabichi. Wana afadhali hata marago kushinda supu ya njugu, yani wameshagashaga njugu na maraga, vitu ambavyo haieleweki. Na hata singeonja nilikuwa nakuacha kukula, naimba tumboyo tuli, hata kama tumbo itaniuma kini jarahaya. Na Mungu akanisaidia nilipokuwa naenda chepo saa tatu ya yeah, usiku kwa kesha, nimekufa moyo saa hii, lakini jua Mungu achelewe, mpango wa Mungu ni lazima itimie itimi. Mutu akanndaae Mkenya, niko na barua yako nimetoa kwa posta. Nasema hata kama certificate kama imepatikana kwa barua barua, najua inatoka mama yangu Kenya na amenitumia pesa, lakini sioni kama iko kweli. Kufungua ilikuwa barua kutoka kwa mama, na mpaka leo siwezi sahau chenye iliandikwa: Kimutai, shukuru Mungu, certificate zako mm -hmm, zimepatikana mm -hmm, mwenye amepata ndio huyu mimi kama singekuwa na hizo certificate ningetoroka Uganda, y maisha ilikuwa ngumu, lakini mpango wa Mungu ilikuwa hapo baada ya kupata hiyo certificate. masomo yenye ilikuwa miaka tatu nikasoma mwaka moja Amen. na mimi nikarudi nyumbani, kila siku ona mpango wa Mungu. Bwana asifiwe. Jambo la tatu, ona uwezo wa Mungu, sio hofu na udhaifu wako. Yes utahubiria mataifa. Akasema mimi ni kijana. Wakati mwingine unajidharau, unaona udhaifu wako, unaona chenye hauna, unasahau kuona nguvu za Mungu na chenye Mungu amekupa. Wakati mwingine unaweza lalamika. Wiki kesho tunaenda kufanya shukrani kwa ajili ya watoto. Kama mtoto anasoma, shukuru Mungu na Mkristo wangu mmoja alitamani kupata mtoto school fees akopata kwa watoto wake yeye, yeah. Alikuwa amesoma mpaka amegraduate, lakini hakupata. Kama una mtoto ona uwezo wa Mungu, sio chenye hauna. Nataka nikuambie ni, kuambi, ni vizuri kushukuru Mungu, kama ni form 4, kama ni grade 9 kama ni grade 6, shukuru Mungu. Na hata wakati mwingine anasema shukuru Mungu kwa chenye uko na. Wengine kila wakati ni kulalamika tu wanasahau chenye wako ndio. Kama uko na mume shukuru Mungu. Kama uko na watoto ama mama shukuru Mungu. Kuna wale ambao hawana. Unajua kuna watu wameondoka dunia hii bila kuolewa ama kuoa. Kama wewe. Haijalishi unianza kuniambia mchungaji, haujui ya jamaa ya yangu vile yako. Haijalishi vile yako, lakini kama yuko ambia, Mungu kwanza asa asante. <laughs> <laughs> Biblia inasema msisumbuke kwa neno lolote, bali kwa kila jambo kwa kusali na kuomba pamoja na <laughs> kushukuru. Haja zako zijulikane kwa Mungu, anza kushukuru. Alafu ndio uambie Mungu haja saa mwambie nataka abadilike, lakini kwa sasa na kushukuru yuko. Hata mtoto kama ako na changamoto, anza kushukuru yuko kwanza, alafu ambia Mungu haja za moyo wake. Na mimi nataka kuambiwa, mama, tuko na kazi ya kuleta wazee kama mzee wewe, unaweza kutumia mgu, mbinu yote kuhakikisha anakunulia nguo ya Christmas, na hakuna mwanaume anaweza kuweza nguvu za mama. Hata kanisani tunaomba ya kwamba mtakuja na wao, sio kwa kushurutishwa, kwa kuombewa na kuongeleshwa watafika katika nyumba ya Bwana na hii kanisa nina imani itajaa, na kwa miaka mbili tutachenga nyingine ambaye inawezekana katika jina la Yesu Kristo. So, utafanya maendeleo na Mungu atatusaidia kwa neema yako. Hii kanisa you are very strong. Oneni chenye mko naye na kwa master kwaya mko naye ingawa mnaiba kama wa mama lakini mko na kwaya onini chenye mko naye msilalamike chenye hamuna ona chenye mko naye unajua wakati mwingine ni rahisi kukosa kuona chenye uko naye huko na jamaa moja alikuwa akilalamika siku moja hakuwa na viatu kila wakati analalamika mungu sina viatu mpaka mungu akamuonesha mtu mwenye hana mguu akasema kumbe hata kama sina viatu nishukuru mungu kwa chenye niko naye Kanisa la St. Philip's do Ngiringet. Shukuru Mungu kwa chenye mko naye. Amen. Chenye mko naye. Mko na shamba ya kanisa. Mko na u wa Kristo wengi. You have a lot of things mm -hmm. Na mbona washiriki? Mtu yeyote asiwahi lalamika. Kutokea leo ni kushukuru. Saa tatu kamili unakuja kanisani ukishukuru kwa sababu chenye Mungu amekupa. Na mm -hmm. Chenye Mungu wako. Bwana asifi jambo mm -hmm, la mwisho, tembea kwa uwepo na mamlaka ya Mungu, sio mamlaka ya mataifa. Huyu alitembea na hata mimi, naomba mwaka huu utainuka ukitembea kwa mamlaka ya Mungu, akabadiwa uwezo wa kung'oa, kubomoa na hata kujenga kwa mamlaka ya Mungu. Ninaomba mwaka huu tembea na mamlaka ya Mungu, yale yani mabaya tunayang'ua kwa maombi mm -hmm. na kuyabomoa na tunajenga mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Naomba ujenge kwako kwa, kwa jina la Yesu Kristo, hata watoto wako kwa jina la Yesu Kristo, na hata mabaya tunayabomoa kwa maombi, tukijua kwamba inawezekana. Mungu wa amani awabariki. Amen. Je, utainuka ama utaanguka? Naomba Mungu akusaidie winu, yeah. Inuka kwa mambo manne, kwa kusikia neno la Mungu. Jambo la pili, inuka kwa kuingia kwa mpango wa Mungu. Jambo la tatu, kwa kuona uwezo wa Mungu na sio uhofu na udhaifu wako. Jambo la tatu, kwa kutembea na mamlaka ya Mungu ya kung'oa ubomoa kumo na kujenga na kusimamisha kwa jina la Yesu Kristo, mm -hmm. Unafanya hivyo kwa jina la Yesu Kristo, mm -hmm. na tunajua kwamba hii mwaka tutainuka kwa uimbaji, tutainuka kwa ibada na hata kwa ubatizo. Tumeshainuka, Mungu ametusaidia, na hata wale wengine, wakati nitakuja baada ya wiki moja, nitakuja kumalizia wale ambao hatujamaliza ubatizo leo. Ndio ataendelea. Nimesema ya kwamba tutabatiza wote aletwe kwa Yesu Kristo na tuinuke katika jina la Yesu Kristo. Ukitaka niombe pamoja nawe, kuna jambo unataka kusimama juu yake penye huko, nitaomba usimame nikuweke mbele za Bwana kwa maombi. Natuombe, kama unataka niombe pamoja nawe simama penye huko, shika imani nitaomba

bali pia tuweze kutegemea uwezo wako na mamlaka yako na kutembee kwa mamlaka yako. Ubao maovu ambayo yako kwa maisha yetu kwa jina lako hata kwa jamii zetu tuazikataa kwa jina lako, na tunaomba Baba mwema, upande mazuri, upande ufanisi na baraka na ushindi kwetu kazini na nyumbani mwaka huu utusaidie na kutuongoza, hata kanisa hili kwa mipango ambazo tuko nayo, utuinue hata kuvuimbaji, utuinue utu na kwa shughuli zote ututangulie. Asante kwa sababu wewe Mungu mwema, na asante kwa sababu eza, kwa jina la Mungu Baba, mwana na Roho Mtakatifu, amen. Keti chini, nitaje majina yangu.